Tumekutana katika chumba hiki kwa lengo la kupeana pole juu ya yale ambayo yametokea na kumwomba Mwenyezi Mungu alete nguvu, nguvu ile iliyoweza kuuzima moto wa Ibrahim wakati anataka kuchomwa ni yule Namrud, nguvu ile itumike nchi yetu ipoe. Moto uliowashwa, Mwenyezi Mungu unaweza kuuzima, kwa sababu jambo lako katika Qur'ani umesema ni kun fayakun, maana yake ni kwamba ni kulitaka jambo na kuliambia kuwa na likawa, kama unavyotaka Mungu. Tuthibitishie utulivu, Mungu, wape busara viongozi wetu Wape nguvu walinzi wetu, vyombo vyote vya ulinzi na usalama vipate kuyaona yale ambayo yana madhara nasi kabla ya kutokea, waweze kuyachukulia hatua. Ee Mungu wetu, tukubalie amin. Tunaomba rehema juu ya viongozi wote wa dini na mila na viongozi wa vyama na serikali. Tunaomba rehema juu ya watoto wetu tuliowazaa wenyewe tunaomba rehema juu ya maneno tunayoyanena kuharibu kile ulichotupa, ambayo ni tunu ya dunia nzima, ukaiweka Mashariki ya Afrika. Tunaomba rehema Bwana, this time round tumekutenda dhambi, tumeharibu sisi wenyewe na maneno yaliyonenwa. Ardhi imepokea, anga limepokea, mioyo ya watu imepokea kila mtu aliyepokea, tunaomba rehema juu ya hayo maneno ili asipate nguvu kuharibu nchi yetu, kuharibu watoto wetu, kuharibu wazazi wetu, kuharibu viongozi wetu, kuharibu awamu zetu. Mm -hmm. Baba, tunakushukuru maana sasa kwa rehema hii tuliyopokea utaisaidia Tanzania irudi tena kama na kuliko zamani. Linda nchi yetu, linda rais wetu kipekee. Wewe ni Mungu, linde rais wetu na sasa, wale wote wanaokwenda kuwekwa katika nafasi za uongozi, linda Bwana maisha yao na familia zao. Mungu, mkuu wetu wa mkoa maneno haya ya hekima kubwa, umfunike na mama na watoto dhidi ya mambo yoyote ya siri au yaliyo wazi, umfunike kiongozi wetu Tunaomba kwa sababu ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, tunaomba uwalinde kila siku na kuwapa hekima na ugunduzi wa mbinu sahihi za kuifanya nchi yetu iwe na utulivu na amani. Kikao chetu hiki tumetamka, umbariki Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wake, umtunze, umuokoe na mabaya ya nje na mabaya ya ndani katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, Amen. Amen.